Bwana Yesu asiwe sana. Kipengele ambacho tutakiangalia ambacho tutaanza nalo siku ya leo inasema kwamba mambo ya kuzingatia ili usiweze kulipa kisasi, au mambo ya kuzingatia ili usiwe na moyo wa kisasi ndani yako. Kwa neema ya Mungu, kulingana na muda wetu, naomba tuangalie jambo moja tu kwa upana. Leo nataka tuangalie jambo moja kwa upana kidogo, na unielewe mtu wa Mungu. Roho Mtakatifu ana kusudi na wewe leo. Jambo la kwanza kati ya mambo ya kuzingatia ili usiwe na moyo wa kisasi ndani yako, kwanza, lazima uwe na moyo wa kusamehe. Hili ni jambo la kwanza ambalo tutalitazama, ambalo litakusaidia wewe usiwe na moyo wa kisasi ndani yako. Usiwe na moyo wa kisasi ndani yako, ni jambo ambalo tutaliangalia leo. Tunapozungumzia habari ya kuwa na moyo wa kusamehe, ni kutokuwa na kinyongo wala neno baya lolote wala malipizi yoyote juu ya watu ambao wanakukosea au wamekukosea. Bwana Yesu asiwe sana. Ninajua kila mmoja tuko hapa duniani na sisi ni wanadamu, na tunaishi na watu, watu wa aina mbalimbali tunaishi watu, tunaishi na watu wema, tunaishi na watu wazuri, tunaishi na watu wasiojali, tunaishi na watu wanaojali, tunaishi na watu wenye upendo tunaishi na watu wasio upendo. Mwingine anaweza asielewe. Wakati mwingine unaweza ukajiuliza mbona sisi tunaabudu pamoja, tunasali pamoja? Lakini nataka nikwambie, wanaoingia kanisani sio wote waliookoka. Wanaokanyaga katika mlango wa kanisa sio wote wamemjua Mungu. Wanaosema Bwana Yesu sio wote wanamfahamu Mungu. Wengine ni kinimacho tu ndani ya kanisa, na ndio maana Mungu asingesema kama ingekuwa ya kwamba wote wanaoita Bwana Bwana kuwa wameokoka, Bwana asingesema ya kwamba si watu wanaoita Bwana wa Bwana watauona ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wanasema Bwana wa Bwana, na kuna wengine wanasema Bwana Yesu asifiwe lakini kiwalisia Yesu ndani yao hasifiwe, kiwalisia Yesu ndani yao afanyeje? hasifiwe hata kidogo. Maisha wanayoishi ni tofauti kabisa na jinsi wanavyojisema, ni Wakristo, wanasema Wakristo lakini hawaelewi nini maana ya Ukristo. Ukristo ni kuishi yale maisha ambayo Kristo anataka, ni kufuata maisha au njia na mwenendo wa Yesu Kristo. Nantele hai ndio nakamilika kuitwa Mkristo, lakini kila mmoja anaitwa Mkristo hata kama matendo yake ni mabaya, lakini atakwambia mimi ni Kristo. Lakini anataka nikwambie sasa, ukiwa katika nyumba za ibada hizo hizo, kuna watu ambao sio Wakristo na kuna watu ambao hawajaokoka kweli kwelikweli. Muda mwingine watakukwaza, muda mwingine adui atawatumia kufanya mambo mabaya juu yako. Sasa usipokuwa na moyo wa kusamehe, utajikuta unabeba katika moyo wako, utajikuta unawashikilia ndani ya moyo wako, na kitakachotokea nini? Ukimbeba mtu ndani ya moyo wako unakuwa na hasira naye, na ukiwa na hasira naye ninakuashia kwamba ya ha, hasira inazaa kisasi, kwa sababu neno la na Mungu inatuambia hasira ya mwanadamu siku zote haitendi haki. Kwa hiyo ukiwa na hasira juu ya mtu mtu tayari, kisasi ndani yako kitatengenezwa, na kisasi kitengenezwa ndani yako, maana yake unakuwa radhi na kumwambia na kumwombea mabaya yoyote huyo mtu ambaye unaona amekukosea. Unakuwa na radhi muda mwingine hata wa kutaka kumfanyia jambo baya, kwa sababu ndani yako kuna hasira, na hiyo hasira imetengeneza kisasi. Kwa hiyo usipokuwa na moyo wa kusamehe lazima utakuwa na moyo wa kulipa kisasi juu ya wale ambao wanakukosea. Lakini sasa neno la Mungu linatuambia leo ya kwamba hatutakiwi tuwe na visasi kama watoto wa Mungu, na ili tusiwe na kisasi kama watoto wa Mungu lazima tuwe na moyo wa kusamehe, lazima tuwe na moyo wa kuachilia, lazima tuwe na moyo wa kuachilia katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijajua kama kuna mtu anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anasema na nasisi asubuhi leo, twende pamoja mwingine haelewi bado, Matayo sura ya msali wa 15. neno la Mungu linasema hivi bali msipowasamehe watu makosa yao, wala baba yenu hata wasamee ninyi makosa yenu. Kwa nini neno la Mungu limezungumza hivi? vitu ukae ukitambua, pamoja nakuwa tumeokoka, lakini bado sisi ni wanadamu, kuna mahali tunaweza usikose kwa kutenda dhambi. Mwingine anaweza akajua tu kwamba eh, ili niwe mkosa lazima nifanye dhambi labda ya uzinzi au niseme uongo. Unaweza usiufanye hivyo, lakini unaweza ukafanya makosa kwa kutotimiza kusudi ambalo Mungu amekupa, na pia na yenyewe ni kosa mbele za Bwana, ni kosa mbele za Bwana. Kwa hiyo utambue ya kwamba mwanadamu aliyeko duniani hapa bado hajakamilika na kwa kuwa bado hajakamilika, ndio maana tunaambiwa kila siku chapo leo, tunatakiwa kujitakasa na kuwa na moyo wa toba, pamoja na kutafuta ufalme wa Mungu siku zote, kwa karibu na Mungu siku zote ili tuwe salama. Neno la Mungu nasema ya kwamba tusipoweza kuwasamea watu makosa yao waliotukosea sisi, hata Mungu wetu wa mbinguni hata tusamee makosa yetu tunayomkosea Bwana. Yesu asifiwe sana. Sasa unaweza ukakaa chini. Ni kweli watu wamekukosea, ni kweli ndugu zako wamekukosea. Je, ulishawahi kutafakari na kujiuliza ni mara ngapi umemkosea Mungu? Ulishawahi kaa chini na kujiuliza ni mara ngapi umekosa kwa Mungu? Na wakati huo huo bado Mungu anakupa pumzi yake, na wakati huo huo bado Mungu anakupa nguvu, unaweza kusimama na unaweza kutembea. Wakati huo huo Mungu bado anakuwezesha unaweza kutafuta fedha unapata chakula unalisha familia unapeleka watoto shule. Je, ulishawahi kaa chini na kujiuliza ni mara ngapi umemkosea Mungu? Ulishawahi kaa chini na kujiuliza ni mara ngapi umekosa mbele za Bwana? Sasa kama una, una, una, unajiulizaga, hauna sababu ya kuwa na kinyongo na mtu hata kama amekukosea. hauna sababu ya kuwa na kinyongo naye. hauna sababu ya kuwa hasila na mtu aliyekukosea, hauna sababu hiyo Ikigundua ya kwamba kuna mahali umejikwaa mara nyingi, kuna mahali umemkosea Mungu mara nyingi, hauna sababu ya kuwashikilia watu na kuwabeba moyoni na kuwawazia mabaya. Hauna uwezo wa kulipa kisasi wewe, na ukiwa na moyo wa kisasi ujue Mungu anakaa pembeni, hawezi kuwa na wewe. Wokovu maana yake haupo tena hapo. Bado waelewi. Mwanzo sura ya arobaini na mbili Msali wa saba na mpaka wa nane neno la Mungu linasema hivi: Yusufu akaona nduguze akawatambua, lakini alijifanya kama mgeni kwao, akasema nao kwa maneno makali. Akawambia, mmetoka wapi ninyi? Wakasema, tumetoka nchi ya Kanani ili tununue chakula. Yusufu akawatambua nduguze, bali wao haukuwatambua yeye. Alafu twende tuluke tukasome msali wa ishirini na tano na ishirini na nane neno la Mungu nasema hivi, Yusufu akaamuru kuvijaza vyombo vyao nafaka na kumrudisha kila mtu fedha yake katika gunia lake na kuwapa chakula cha njiani, navyo ndivyo walivyofanyiwa. Wakaweka nafaka yao juu ya punda zao, wakatoka huko. Mmoja wao alipofungua gunia lake ili ampe punda wake chakula katika nyumba ya wageni, aliona fedha yake kumbe iko kinywani mwa gunia lake. Akawaambia nduguze, fedha yangu imerudishwa, angalia imo humu guniani mwangu. yo yao ikazimia, wakageukiana wakitetemeka, wakasema ni nini hii Mungu aliyotutendea? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? habari za mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu naye huyu alikuwa na ndugu zake, alikuwa ni mtoto wa Yakobo na yeye ndio alikuwa mtoto mdogo kuliko wote, alikuwa mtoto wa mwisho katika maono aliyoona ya kwamba ndugu zake kuna siku atamwinamia, walikasilika na kusema wewe, usituchezee mtoto mdogo, unatwambia mambo mengi. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba baba yake aliyahifadhi yale maneno. Biblia inasema kwamba ndugu zake kaka zake wakapanga njama ya kuweza kuharibu maisha ya Yusufu. Walipokaa kule machungani, ameenda kuwatazama wakaanza kusema mautandoto, huyu hapo anakuja, wakapanga njama ya kumuua. Lakini ah, ah, Ruben akasema, hapana, huyu ni ndugu yetu, hatuwezi kumuua. Kwa hiyo tunachofanya, bora tum, tumbukize mwaka tumtumbukiza katika shimo. Walipomtumbukiza katika shimo, ah, an ah, Ruben usita akaona watu wanapita wa Midiani. Akasema, ngoja tujipatie fedha tumuuze huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu akauzwa kwa Midiani. Alipouzwa wakachukua lile kanzu yake kwanza. Wakachinja mnyama wakalipaka damu lile kanzu. Wakampelekea baba yake, wakamwambia mwanao amefariki, mnyama mkali amekuja amemlalua, amekufa. tuko naye tena aambia kwamba baba yake Yakobo akalia sana moyoni mwake, kwa sababu mtoto wa kipekee ambaye alimpenda ameondoka. Lakini tunaendelea kuona ya kwamba Yusufu amepitia mambo kadha wa kadha, ameenda huko, ameenda kwa Potifa, amekuwa mfanyakazi, amepata kibali kwa Potifa, akawa meneja wa mambo ya Potifa. Haijaishia hapo, kasingiziwa kubaka akaenda kufungwa jela, ameenda kufungwa jela, ukawa akapata kibali katika hilo gereza, akawa ni mkuu wa wafungwa wenzake, lakini akishia hapo. Mimi nakuelezea kifupi, lakini ukitaka kujua habari zake kundani zaidi, nenda kasome habari zake utaziona. Lakini mimi pointi yangu kubwa, Yusufu akapata neema, akawa waziri mkuu baada ya kutafsiri ndoto ya mfalme Farao alipoota, akashindwa kuelewa, waganga wakashindwa kumta maliwali wake wakashindwa kumtafsilia, lakini Yusufu akapata neema ya kujulishwa ndoto ambayo mfalme ameiota, akawaambia na kumwambia mfalme ya kwamba kuna nja, kuna miaka saba ya shibe, lakini kuna miaka saba pia ya njaa. Aliposikia hayo maneno, Farao akasema huyu mtu anatufaa, ikiwa ametambua maneno haya, acha tumweke kwa eneo ile. Yusufu akapata hekima na kibali, akaweza kutunza chakula cha miaka saba ya njaa. Wakati huo Kanani ndugu zake kule wako wote anjaa, sasa imefika wamekosa chakula, mazao hawana tena, wakawa nasikia habari ya kwamba kuna chakula Misri kule kuna chakula cha kutosha, hebu twendeni tukanunue chakula ili tusije tukafa. Biblia anasema kwamba ndugu zake Yakobo akawapa watoto wake kina Rubeni fedha na mali waende wakachukue chakula. Walipochukua hatua ya kwenda kwa chakula hawakujua ya kwamba anayemsimamia hivyo vyakula na kuuza ni Yusufu mwenyewe, ambaye walimuuza na ambaye walimtukana na ambaye walimuuza kule, wakasema wewe hautufai katika ukoo wetu. Biblia inatuambia kwamba Yusufu tayari alishakuwa mzee, alishakuwa ni mtu mzima mwenye umri mkubwa. Anawatazama ndugu zake akawatambua, lakini wao hawakujua kwa sababu ya mkini ya Yusufu alikuwa na maisha mabaya, alikuwa ni mtu ambaye amekondeana lakini sasa alikuwa ameshapata kibali na nafasi, ni waziri mkuu, yamkini alikuwa amenenepa, hata sura imebadilika, hawakuweza hata kumtambua, njaa ilikuwa imewachanganya. Lakini sikiliza nikwambie, Yusufu alipowatazama akawatambua, akasema ya kwamba, akajifanya hawajue, akawainukia kwa neno kali, anawaambia mkini, nyinyi ni wapelelezi, mmekuja kuipeleleza nchi yetu, mmekuja kufan... lakini akajieleza ya kwamba sisi ni kabila la Yakobo, Layaobo tuko pale watoto kumi na mbili na mdogo wetu tumemwacha nyumbani huko anachunga mifugo tumekuja kununua chakula na fedha yetu hii hapa. Ha, Yusufu, ili kuthibitisha, akasema kwa kuwa mnasema hivi, hamtapata ha, hamtapata chakula mpaka mtakapomfuata huyo mdogo wenu uliyemwacha kule. Ah bianasema kwamba alikuwa ameachwa Benjamini, wakachukua hatua ya kumfuata Benjamini na kumleta huko. Alipomleta, wakapewa chakula cha kutosha na fedha zao vika. Weka katika gunia. Swala la kujiuliza, ingelikuwa Yusufu angekuwa na moyo wa kisasi ndani ya moyo wake, je, angewezaje kufanya hayo mambo tena? Angekuwa na moyo wa kisasi, angesema adui zangu wamekuja, walinitukana, wakaniuza, sasa leo wameingia kwenye kumi na nane zangu, acha, ngoja waone nitakaowafanyia mbaya. Lakini Yusufu yote hayo hakuyawaza akaweza kuwatendea mema, akawapa chakula bure na fedha zao akawarudishia. Bwana Yesu asiwe sana, lakini bado akawafunulia kwamba yeye ni ndugu yao. Lakini kiufupi, tunaona ya kwamba Yusufu hakuwa na moyo wa kisasi juu ya ndugu zake. Yusufu hakuwa na moyo wa kisasi katika maisha yake, kwa hiyo aliweza kuwatendea mema hata watu ambao ha, walikuwa kinyume na yeye hata watu ambao walikuwa kinyume na maisha yake, wakati mwingine waliwaza kumwangamiza wakati mwingine waliwaza kumkatisha maisha yake, lakini hakuwa na kisasi ndani ya moyo wao. Ndio maana hakuwa na neno baya juu yao, hakuwa na mawazo ya kuwatendea vibaya juu yao. Alikuwa na uwezo wa kuwashika na kuwafunga gerezani kama yeye alivyofungwa gerezani na Potifa. Huo Uwe uwezo alikuwa nao, lakini hakufanya hivyo, kwa sababu ndani ya moyo wake hakukuwa na kisasi. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, kitu pekee ambacho kitakusaidia wewe ili usiwe na moyo wa kisasi, lazima uwe na moyo wa kuachilia, lazima uwe na moyo wa kusamehe. Ndio maana Yusufu aliweza kuachilia, kwa sababu ndani yake alikuwa na moyo wa kusamehe. Hakuweza kulipa mabaya juu ya ndugu zake, ndio maana alikuwa na moyo wa kusamehe.